na Allah, kuna wanaojua mola wao yuko wapi. Aina allah, Allah yuko wapi? Kuna mwingine ataulizwa, aina allah, Allah yuko wapi? Hatajibu, allahu fi kulli makani, Allah yuko kila eneo, mpaka mfukoni mwake yupo, mpaka dampo yupo, mpaka chooni yupo. Mwingine ataulizwa, aina allah, Allah yuko wapi? Atasema, Allah hajulikani aliko, hayuko juu wala hayuko chini wala hayuko mashariki wala hayuko magharibi wala hayuko kaskazini wala hayuko kusini wala hayuko kokote. Na hawa ni watu waliopinda katika itikadi, lakini kuna wanaojua mola wao yuko wapi, na hawa ni ahlu sunna waljamaa. Aina Allah, Allah yuko wapi? Allahu Allah fauka al arshi ala sama

Ina maana nyingi lakini maana zote zinazunguka maana za neno stawa, zipo sehemu nne. Usilete tafsiri yako ya tano wala ya saba wala ya ngapi. Kuna istawa bimaana ala kawa juu, kuna istawa bimaana irtafa, kuna istawa bimaana saada, kuna istawa bimaana istaqarra. Ni maana nne tu ndio zilizokuja ndani ya Qur'ani, na wala hakuna maana ya tano. Atakaeleza tafsiri ya maana ya tano ya neno stawa, fahuwa mubtadii, ni mzushi huyo. Atakayetueleza kwamba stawa kwa maana istaula, akatueleza aya hii maana yake stawa ni istaula, ametawalia istawa bishrun ala al iraqi

ishi hapo. Na wala usilete habari yako ya neno la tano istawa bimaana ala. Allah amekuwa juu irtafaa, ameinuka, Istaqarra metulizana, kama jaa fi al-Bukhari ni tabi'i, kama ilivyokuja katika Bukhari tabi'i, wa mtafsiri maana hiyo

ibn Ibrahim ibni al-Mughira ibni Bardizba al-Bukhari rahimahullah taala sahibu tasanif an-Nafi al-Imam al-Bukhari. Ahiyo ndugu zangu katika imani, leo tumeishi na swali hilo la tano, kwamba Allah yuko wapi? Wewe unamwabudu ambaye hata hujui yuko wapi, hata aliyekumba hujui yuko wapi?

unakuja kukataa na kukanusha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbinguni. Hata masufi katika kisa cha miraji wanakusanyana katika hiyo bid'a na kusomeana mtume ameenda mbingu ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano ya sita ya saba, kule mbinguni alikuwa anaenda kwa nani? Ayuhal mubtadi uko mbinguni, alikuwa anaenda anaenda kwa nani? alikuwa anaenda kwa raisi nani? Akaenda mbingu ya tano, ya sita ya saba, Jibrili akamwambia hapa ndo mwisho wangu, sasa Muhammad yeye endelea. Alikuwa anaenda kwa nani? Nani nani aliyemuita kama si Allah subhanahu wa taala? Allah yuko mbinguni, Allah ni wa juu kicheo na dhati. Hii ndio aqida Ahlusunna wal Jamaa, Allah subhanahu wa taala yuko mbinguni kicheo, yuko mbinguni kidhati yuko mbinguni, kicheo yuko juu, kidhati yuko juu. Na atakayekwenda kinyume na aqida hii, fa huwa mubtadii, huyo ni mzushi. Ima wao ni ashaira, matokana na kundi la ashaira au mutazila, wa man naha nahwahum min ahli albidaa, atakawapita mapito yao katika wazushi